Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku leo Alhamisi baada ya tokeo la Bwana, kipindi cha mwaka A wa kanisa. masomo ya leo somo la kwanza linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Yohane sura ya 4 aya ya 19 hadi sura ya 5 aya ya 4, na injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya 4 aya ya 14 hadi aya ya 22a. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka. Siku ile Yesu alirudi kwa nguvu za Roho akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kandokando, naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo akatafuta mahali palipoandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kwa ubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho, akaanza kuambia Leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote wakayastaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, injili tuliyoisikia imetuwekea mbele yetu tukio la Yesu Kristo akiwa kwenye kijiji alikozaliwa. Katika tukio hili, Kristo anarudi kwenye mtaa alipozaliwa alipokulia na alipojifunzia maisha. Ni mtaa aliyoufahamu lakini pia mtaa ambao watu walimfahamu kwa kinaganaga juu ya ubinadamu wake, kwani wengine walikaa naye, walicheza naye, waliongea naye, huenda hata wengine walikuwa amemlea katika kila hatua ya maisha yake. Na leo anakuja kati yao, si kama mtoto tena, bali anakuja kama mwalimu, kama rabi akiwa na wanafunzi wake. Sehemu hii ya Injili inaelezea tukio zima la Yesu kukataliwa nyumbani kwao mwenyewe, alipokulia, akitaka kutuonyesha tangu mwanzoni kuwa Kristo atakataliwa, lakini pia na mwisho atateswa ili kumkomboa mwanadamu na kumrudishia matumaini. Hii leo tunaalikwa kumtafakari Kristo aliye utimilifu wa manabii na hivyo kuwa wajumbe wa matumaini. Nabii Isaya katika sura ya sitini na moja aya ya kwanza hadi ya pili anawatabiria wana wa Israeli akiwapa matumaini wakiwa utumwani, huwa wasiwe na hofu, atakuja masiha ambaye atawarudishia ile furaha, atakayewafuta machozi, atakayewaweka huru na atakayewarudisha kwenye nchi yao wenyewe. Hii leo katika injili unabii huu unatimilizika. Ahadi walioisubiri kwa kitambo kirefu sasa inatimia kupitia kijana mdogo tu mwana wa seremara ambaye ndugu zake wanafahamika na kila mmoja. Leo Kristo aliye utimilifu wa manabii anakuja ulimwenguni kati ya watu kuwarejeshea matumaini waliyoyapoteza tangu mwanzo. Kristo anakuja duniani ili kuupa ulimwengu matumaini, ulimwengu uliojeruhiwa na dhambi, dhuluma, uonevu, hofu, magonjwa, taabu na kadhalika. Na maisha yake yalijikita katika kumpa mwanadamu ahueni ya maisha. Kristo aliponya wagonjwa alifufua wafu, alihubiri habari njema, alitetea wanyonge, na mwisho alikufa ili amkomboe mwanadamu kutoka utumwa wa dhambi. Kristo alitoa chakula kwa wenye njaa, alitoa kinywaji kwa wenye kiu, alikuwa baba wa kwa wale wasiokuwa na baba, alikuwa rafiki ya wote walio wa dhambi na walioonekana hawana maana tena katika jamii. Wapendwa wana wa Mungu, ulimwengu wa sasa hauna tofauti kubwa na kipindi cha nabii Isaya lakini pia na nyakati za Bwana wetu Yesu Kristo, ni nyakati ambazo wanadamu wengi walio ni nyakati ambazo zimejaa wanadamu wengi waliojeruhiwa na kuumizwa kwa kila namna na ulimwengu, watu waliokata tamaa, watu wasioona maana tena ya maisha, watu walio wagonjwa wa kiroho, kimwili na kisaikolojia, watu wanaoonewa na kubezwa na kunyimwa haki, watu waliofanywa kuwa watumwa wa dhambi na ulimwengu, huo ulimwengu ambapo utu umetoweka na ubinafsi umetawala. Ulimwengu uliojaa watu waliokataliwa na kutengwa na kila mmoja. Tujiulize mimi na wewe, je, sisi ni wajumbe wa matumaini? Tunatakiwa kuchukua nafasi ya Kristo katika ulimwengu wa leo. Kristo baada ya kubatizwa, akijaa Roho Mtakatifu, anaondoka kwenda kuwatangazia watu matumaini mapya. Sisi pia katika ubatizo tulipakwa mafuta na pia tulimpokea Roho Mtakatifu. Ni wajibu wetu kumvaa Kristo na kuwa wajumbe wa matumaini kwa wale wanaotuzunguka kupitia maneno yetu, matendo yetu na maisha yetu ya kila siku. Kristo baada ya kusoma chuo cha nabii Isaya, watu wote walishangazwa na maneno ya hekima yaliyokuwa yakimtoka, kwani ni maneno yenye mguso wa kipekee kwa watu waliopoteza tumaini kutokana na tawara dhaifu na uonevu wa kila namna. Hii leo tujiulize, maneno yetu ni ya namna gani? Daima maneno yetu yawe na mvuto na yawe ni maneno ya baraka na ya kuleta matumaini kwa watu. Tusiwe wajumbe wa laana bali wajumbe wa baraka. Tusiwe watu wa kuumiza wengine kwa maneno yetu bali watu wa kuponya waliojeruhiwa tuwe na maneno ya kuonyesha mwangaza na si ya kupoteza wale wanaoitafuta njia. Nijiulize, hivi ni kwa namna gani uwepo wangu unagusa maisha ya wengine? Tumwombe Mungu atujalie tuwe wajumbe wa matumaini na kamwe maisha yetu yaguse maisha ya wengine kwa maneno, matendo na mwenendo wetu. Je, mimi ni mjumbe wa matumaini kwa wale wanaonizunguka? Ee Bwana, nifanye niwe chombo cha matumaini kwa wale wasio na tumaini tena. Pia leo Kristo anamwambia kila mmoja wetu, hasa sisi tuliopoteza tumaini na tunaoona kama vile ulimwengu umetulemea, kila shida inatuandama sisi, atuone njia. Anatuambia amekuja kwa ajili yetu, ndiyo maana anasema njooni kwangu enyi wenye kusumbuka na kuelemewa na mizigo ileo. Tumtazame yeye, ili aguse maisha yetu na kutupa tumaini. Kabla ya kuhitimisha tafakari hii, nipende kukushukuru wewe ambaye umetafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Christian Katushabe Joni wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo.